Sultani Majnuna na paka wa Mji Mkongwe. Zamani za kale, kabla taa za barabarani hazijawaka, kabla meli kubwa hazijatia nanga bandarini Mombasa, wakati mji wa Mji Mkongwe ulinukia karafuu na sauti ya adhana ilichanganyika na upepo wa bahari, alikuwapo sultani mmoja, na mwanamke aliyeitwa Majnuna, na bila kusahau, kulikuwapo paka. Hadithi hii si hadithi tu ni kivuli cha zamani kinachosimuliwa usiku wa mwezi mpevu wakati paka hutembea juu ya paa kama mizimu. Sultani Suleiman bin Yusuf alitawala Mombasa kutoka kasri lake la mawe ya matumbawe karibu na Forodhani ya Yesu. Alikuwa kijana mwenye busara na haki. Alikuwa na utajiri, majeshi na wasomi, lakini hakuwa na malkia wa moyo wake. Walinzi wake walimletea mabibi kutoka Pemba, Lamu hadi Wajemi lakini moyo wake haukuguswa. Kila usiku alitembea peke yake bustanini, akitazama bahari, na akauliza kimya kimya, upendo uko wapi ikiwa yote huja na pengo la roho? Jioni moja, jua lilipokuwa linazama na rangi ya machungwa kutanda angani, mwanamke alifika langoni mwa kasri. Alivaa leso nyekundu zilizochanika, nywele zake zilikuwa zimepambwa kwa magamba ya bahari, na alibeba bakuli la nazi mikononi. Aliongea kwa mafumbo. Walinda lango walicheka, "majnuna, mwehu wa mtaa." Lakini Sultani, kutoka kwenye roshani yake, aliona kwa jicho la tatu. Akaamuru aingizwe katika ukumbi wa enzi. Majnuna alitazama dari la dhahabu, kisha akanongona, bahari huongea kwa ndoto, lakini ni yule anayeongea lugha ya paka atakayeisikia kweli. Kabla Sultani aulize chochote, majnuna alitoweka na alichoacha ni paka mdogo mweusi na mweupe, amelala chini ya kiti cha enzi. Paka yule aliitwa Chui. Tangu siku hiyo hakumwacha sultani, aliandamana naye kila sehemu: vikao vya baraza, sala msikitini, hadi bafuni ya kifalme. Kila usiku Chui aliketi ukutani wa kasri akitazama mwezi, akilia kwa sauti ya chini kama anayemwongelesha malaika wa usiku. Ndipo ndoto zikaanza kumjia sultani ndoto za mawimbi kurudi kinyume, msichana anayecheza chini ya mbuyu akiwa amevaa nyekundu, kasri linalozama kwenye bahari ya paka, na kicheko cha majnuna kikitanda hewani. Siku moja sultani aliwaita wasomi wake. ndoto hizi ni nini? Akauliza. mmoja alisema, ni laana, mwingine, ni wazimu, ewe sultani. Lakini mzee Mapenzi, msimulizi wa hadithi, akasema kwa sauti ya utulivu, hii ni ujumbe wa zamani. Wengine husema paka walikuwa walinzi wa kwanza wa siri, na wazimu ni lugha ya unabii. Sultani akaamua atamfuata paka. Alfajiri moja alipokuwa kimya, Chui akampeleka kupitia mitaa ya mji Mkongwe. Chui alimwongoza kupitia mitaa yenye milango ya mbao iliyochongwa, kupitia viunga vya manukato, hadi kwenye ua wa zamani. Kuta zake zilikuwa zimeoza, maua pori yameota kila pembe, pale alipomkuta Majnuna akiwa ameketi akiwa amezungukwa na paka wengi. Akatabasamu, umefika sultani. Akapiga magoti. unataka nini kutoka kwangu? Majnuna akamwonyesha chui. sio mimi, ni yeye. Mruhusu paka atawale usiku mmoja tu, kisha utaona dunia kwa jicho halisi. Sultani akasema, paka kutawala? Majnuna akacheka sauti yake ikawa kama upepo kupita ndani ya mnazi, akatoweka tena. Usiku huo sultani alivua mavazi ya kifalme, akalala juu ya jiwe kwenye ua la Majnuna. Ndani ya kasri, Chui aliketi juu ya kiti cha enzi. Hakuna aliyejua alipoingia. Walinzi walimwangalia tu na kumwachia apite. Mwezi ukageuka mwekundu kama damu, na paka wote wa Mombasa wakaanza kutembea kimya mitaani. Asubuhi sultani alirudi, lakini mambo yalikuwa tofauti. Hewa ilikuwa na harufu ya bahari na ya waridi, na ukutani wa kasri palichongwa kwa kucha ya paka maneno haya: anayeongoza kwa nguvu hasikii sauti ya moyo, lakini anayeacha nguvu hupata ukweli. Siku zilipita, sultani alinyamaza zaidi. Aliwatembelea watu sokoni, alisikiliza waganga wa mitaani, alikaa na wavuvi alfajiri siku moja alikutana na mganga wa kike kijijini. alivaa nyekundu, alizungumza kwa upole. Chui alipomwona alikimbia hadi miguuni mwake, akapiga miayo na kutulia. sultani akauliza, umemwambia nini? Akasema, ni siri za paka, kwamba upendo haupatikani, hukumbukwa. msimu uliofuata sultani alimua, wakatawala pamoja kwa sikio la moyo, si sauti ya hofu. Wengine husema Majnuna alikuwa jini wa bahari, wengine huamini alikuwa binti wa kifalme aliyepoteza akili baada ya kupoteza mpenzi wake baharini. Lakini waulize paka wa Mombasa, nao watakwambia ukweli: alikuwa binti wa upepo, na hadi leo nyimbo zake husikika kwenye vichochoro vya Mji Mkongwe. Kwa hivyo usiku mwingine ukisikia paka akilia usiku wa manane, usimfukuze, huenda ni Chui akikuletea ujumbe kutoka kwa Majnuna. Wazimu si kila mara ni wazimu; mara nyingine ni uchawi uliovaa viatu vilivyochanika.